Naam. Ifuatayo ni taarifa ya habari na somwa nami Mogri Madin. Moroko. Maelfu ya maaskari wameonekana wakizuia klabu ya Berkane ambayo ilikuwa inawaza kutoroka kwenda katika bara la Ulaya ikihofia Simba baada ya Stella Buchi kupigwa goli aina ya mkurugo ambalo imesababisha Berkane kuwaza kutoroka na kuleta mtetemeko mkubwa katika klabu hiyo ya Berkane. Kuzua hofu kubwa ndani ya Berikane wakiwa za kutoroka viongozi na wachezaji. Hata hivyo, serikali imewasaidia na kuwaletea madaktari kutoka China. John Dijinai alipotua katika, huyu ni daktari mbobezi alisema, kinjtassi shin shin. Magoli aina ya mkurugo ni magoli adimu ambayo huleta mtetemeko katika baadhi ya vilabu kote duniani, kwa hiyo tumeshawapatia chanjo